Laini ya simu tumemwalika mchambuzi wa masuala ya kimataifa Majid Mjengwa. Majid habari ya asubuhi na karibu sana katika matangazo yetu ya moja kwa moja. Uh, eh, njema kabisa Mohamed, shukrani sana. Nam na, uh, kwanza kabisa nini maana ya shutuma hizi za Urusi dhidi ya Ujerumani? Uh, Urusi nasikia kupitia Sergei Lavrov, uh, uh, ni, ni kuonyesha uh, namna gani ambavyo pengine Ulaya uh, neto kwa ujumla uh, hawataki kuelewa kile ambacho wao ndio madai yao ya msingi na kwamba wako tayari eh, anazungumzia eh, Lavrov eh, uh, ikitokea wakachokozwa eh, basi wanao maamuzi wanao jambo ambao wakalifanya lenye maamuzi, na kwa kimsingi kwa Urusi ni ofu ni baulaya, ni, ni eh, na, ni kwa Ulaya ni nyuklia na nyuklia ni silaha za maangamizi, kwa hiyo narudi pale pale eh, kwamba Ulaya na Marekani na hususan NATO wapo kwenye hali ambayo inaonyesha mgogoro unabaki ni, ni, ni kitendawili. Naam, na na kwa upande wa wa Urusi, na wenyewe kwa nini wanaona kwamba ni hatari kwa Ujerumani kuongeza bajeti na nguvu za kijeshi? eh, ina maana kubwa, kwa maana ya kwamba kama Merz, Friedrich Merz anataka Ulaya iongeze eh, bajeti yake ina maana Ukraine itapata sapoti au msaada zaidi e, na Urusi itatumia nguvu nyingi zaidi, gharama nyingi zaidi za kijeshi e, kugharamia vita vya Ukraine tunazungumzia e, sasa hivi wanataka kupandisha kodi ili iweze kugharamia vita e, Urusi ina nafasi bado ya kuendelea, kuendelea na vita kwa muda mrefu, lakini si kwa gharama zote e, na kama Ujerumani inashawishi wanachama za Umoja wa Ulaya Eh, kuongeza bajeti ina na maana Ukraine itaendelea kupumua na, na Ujerumani inasema inafanya hivyo kwa ajili ya usalama wake na kuisaidia NATO kwa upande wako kiu, kwa jicho la kiuchambuzi unalizungumziaje hilo? Uh, Ulaya na Ujerumani ambayo ni moja ya taifa kubwa katika Ulaya lenye nguvu za kiuchumi eh, nayo pia inakabiliwa na eh, na matatizo ya ndani. Nimeona kwenye bunge lao Friedrich Merz. Ile zile wanasema kukubalika kwake kwa mujibu wa kura za maoni kumeshuka sana, yale ambayo watu walikuwa wakitarajia wanaona hali na zilikuwa ngumu. Hii pia inaweza ikawa ni namna ya kupeleka matatizo ya ndani, kuyapeleka nje, kuonyesha kwamba tuna adui wa nje. Lakini ndani ya Ujerumani, Mohamed, kuna shida pia za kiuchumi ambazo mm -hmm. watu wa kawaida wanaona wanazihusianisha na kugharamia vita eh, katika Ukraine ambavyo havijaisha mpaka hivi leo. Kwa hiyo eh, tunaona Urusi uh, wao kuendelea na vita hivi kwa muda mrefu, matumaini yao pia huko ndani katika nchi za Ulaya kutakuwa pia na, na, na kelele kutoka kwa wapiga kura, kwa wananchi. Sawa sawa, lakini pia Mjengwa, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Lavrov amefananisha kauli ya Merz kuwa sawa na chama cha Wanazi. Kauli hii ina tafsiri gani kwa ulimwengu? ni uh, anarudi kule kule kwa sababu e, Ujerumani wakati huo wa Hitler ilikuwa e, ikitaka kujipanua kupanua kupa, kupa, kupa imaya yake e, na kutumia jeshi itumia e, silaha na utengenezaji wa silaha. Kwa hiyo anachokoza Lavrov, anawachokoza kurudisha hisia za vita kuu vya pili vya dunia na udikteta wa, wa Hitler e, kwamba haya ndio yale ambayo tulikuwa tunapambana nayo miaka themanini iliyopita, kwa hiyo ni retoriki wanasema, kauli za za kisiasa za kipropaganda kwa upande wa Urusi kuioleza dunia sasa ndio yale yale ya Hitla. Kwa hiyo ndo na maana ya kuitaja neno la Nazi. Hata sasa hivi kwenye vita hivi Urusi wanatumia kauli hiyo pia ni kupambana na unazi pia. Sawa, Mjengwa, tunakushukuru sana kujumuika nasi asubuhi hii. Na washukuru sana kwa kunipa nafasi hii, asante sana, asante.